Katika ulimwengu wa tasnia ya uigizaji na utayarishaji wa filamu duniani huwezi kuacha kutaja nyota huyu kutoka London, Uingereza, na haya ni mambo yanayohusu kazi yake na maisha yake na jinsi anavyotumia umaarufu wake hata kusaidia jamii. Nyota huyu ni Idris Elba. Idris Elba ni mwigizaji, mtayarishaji wa filamu na vipindi vya televisheni. Alizaliwa Septemba 6 mwaka 1972 huko London, Uingereza. Idris Elba baadaye aliweza kupata elimu na kuhitimu katika chuo cha taaluma cha Bafford, ambapo alifuzu kuhusu filamu na utengenezaji wa video. Elba alianza safari yake ya uigizaji akiwa kama mhusika aliyecheta sehemu chache katika vipindi vya televisheni. Mwaka 2002 alijulikana zaidi baada ya kuigiza kama Stranger Bell katika kipindi cha The Wire. Baada ya mafanikio hayo, Idris Elba alianza kujitokeza katika filamu mbalimbali ikiwemo America Gangster ya mwaka 2007, Pacific Lim ya mwaka 2013, Obsessed ya mwaka 2009, Star Trek Beyond ya mwaka 2016 na, na hii The Dark Tower ya mwaka 2007. Hizi ni moja ya kazi ambazo zilimpa umaarufu na kupaa kimataifa kupitia kazi zake ambazo alifanya na aliweza kutoa tuzo mbalimbali mbali. Ni pamoja na hii Golden Globe, tuzo za British Academic Television, Hollywood Film Awards pamoja na tuzo za Primetime Emmy. Mbali na uigizaji, Idris Elba ni msanii wa mziki wa aina ya hip hop

madj lakini nyota huyu wa filamu ulimwenguni, lakini yeye ni baba na ana mke na watoto wawili. Mtoto wake wa kiume anaitwa Weniston, na wakike anaitwa Isana. Lakini nyota huyu ameguswa katika kuhakikisha kwamba tasnia ya uigizaji na utayarishaji wa filamu duniani unaenda kasi zaidi, na aliweza kuja nchini Tanzania na kuwa na mpango wa kujenga studio ya filamu katika visiwa vya Zanzibar nchini Tanzania ikiwa ni sehemu ya mipango yake ya kusaidia tasnia ya filamu barani Afrika. Ulikuwa nami Sara Meshaki. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii: Instagram, YouTube, mtandao wa X, pamoja na TikTok. Tunapatikana kama Vibe News <tiple>